Emmanuel Matias, maarufu kwa jina la MC Pilipili, alifariki dunia ghafla mchana wa tarehe 16 Novemba mwaka 2025, akiwa safarini kuelekea jijini Dodoma kwa ajili ya ushereheshaji. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, Dkt. Ernest Ibenzi, MC Pilipili alifikishwa hospitalini akiwa tayari amefariki dunia. Taarifa zinaelezea kuwa alikuwa njiani kuelekea kwenye tukio la burudani alilopangiwa kulihudumia jioni hiyo, lakini ghafla hali yake ilibadilika na kafariki kabla ya kufika eneo la tukio. Habari za kifo chake zimesambaa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii zikisababisha mshtuko mkubwa kwa mashabiki, wasanii wenzake na viongozi wa dini. Watu wengi wanamkumbuka kama mtu mcheshi, mnyenyekevu na mwenye heshima kwa kila mtu. MC Pilipili alikuwa zaidi ya mchekeshaji. Alikuwa pia mchungaji na kiongozi wa kiroho kupitia huduma yake ya Yesu Anaweza International Ministry. Alibadilisha maisha ya wengi kwa mafundisho yake ya kiroho, huku akiendelea kutumia ucheshi kama njia ya kufikisha ujumbe wa matumaini na upendo wa Mungu. Urithi wake mkubwa ni mchango wake katika sanaa ya vichekesho nchini Tanzania, ambapo alisimama kama mfano wa msanii mwenye maadili, asiyejihusisha na matusi wala kejeli. Pia alihamasisha vijana wengi kuishi kwa nidhamu na kumtumikia Mungu. Kifo cha MC Pilipili ni pigo kubwa kwa tasnia ya burudani na huduma ya kiroho nchini Tanzania. Alikuwa taa inayewaka kwa ajili ya wengine, akitoa furaha, hekima na matumaini. Ingawa ametangulia mbele ya haki, mchango wake utaendelea kuishi katika mioyo ya wengi. Hapa ninanukuu moja ya maneno ambayo aliwahi kuyasema MC Pilipili: maisha ni safari ya muda, lakini alama tunazoacha ndizo zinazotufanya tuishi milele, mwisho wa kunukuu.